Kwa hakika maisha ni kitandawili, na ndani yake kuna fumbo kubwa. Kwenye maisha yetu hakuna anaweza kulifumbua bila ya shaka bado tunaishi na huzuni zilizotuja ndani ya mioyo yetu. Hmm, na hii ni mizani ya uchawi. Pole sana mwanangu, utapoa na imani ipo, siku nzima utashuka miili zake, utapoa. Ni shangazi yako, bado sijakata tamaa kusaidia sawa mwanangu.

jambo kwani hajambo hajambo. Sasa vipi, ndo hajambo. Na mshukuru Mungu alhamdulillah, alivoamka na mambo yalivyokuwa nyuma, vitu vivi tofauti, kwa hajambo. Kwa hiyo hajambo hajambo. Vipi, mbona hune kesa hemne kesawa? Sasa ndo nataka nikuweke sawa, nisikilize hey. vizuri mm -hmm. Asubuhi nimekaa hapo, mm atoka -hmm. mtu huko, anapotoka, hodi, karibu karibu, kae, mkakatu si mjui, tigaiye maji Anyanyuka, naingia ndani, enda kumchukulia maji. hmm. Natoka ka simuoni, namwangalia. Mosi mume wangu mzima, nashukuru Mungu alhamdulillah. Mosi hajambo, mzima na afya yake. Kwa hiyo katoka mtuko, ukamkaribisha hapa, ukampa maji, alafu sijui Mosi o sijui Mosi mzima, mimi nitakuelewa vipi wewe? Sasa wewe ulikuwa unataka nikwambie vipi? miaka yote hiyo inafika saba mpaka nane, mosi anaumwa, yupo hapa, wawezi kumshukuru Mungu, asema alhamdulilahi, mosi kapona? Aniingia akilini hata kidogo. Kwa kwanini sikuingia akilini? Akati mosi kapona, mtoto kapona, kwa hiyo asipone? Mtoto aumwe tu miaka mingi, ambaye anaumwa, waganga wote ushamaliza, mashehe wote, mapadri wote ushamaliza kumpeleka mtoto hospitali. Sasa hivi mtoto kapona, anaambia ah, ingia akilini hata kidogo. Ahemi pishi kwanza, niende zangu lake Mambo yameharibika, haya yameharibika vipi? ah. Tumiangwe ule mtu vokusudi kumtoa, ushanifahamu mpaka hivi sasahizi, hapa navyokwambia, kichwa kinaniuma, sijui atemfaniki mke wangu ja, jana akanaambia sijui kuna mtu sijui kaja nyumbani sijui huyo, eh, mtu kaja kampa maji, sijui baada ya kumpa maji mtu Kiufupi haijaniingia kilini mpaka sasa, nimechanganyikiwa. siaakufanya ndugu yangu, tashaurismaz. Ushamaliza, ushamaliza. Miaka yote ulikuwa unaona raha kula vya wenzako, mara hii vyako wewe unataka kuvificha. Nasemaje? Mimi sina ushauri wala nasaha, nasema mbuzi wetu tunamtaka. Ndugu yangu, mimi nimekuja kwako ili unishauri, nijue nifanyeje Sija kwako kuniangamiza, kama hivi mimi sio kama na kutoa ushauri. Nitakupeleka kwa kuu, lakini mimi sina ushauri wala nasaha. Unataka ushauri, nikupeleke kwa kuu. Usione raha kula vya wenzako na vyakowe utoe hai. Ushamaliza, karibu kuzoea kila siku, wewe we tu, kila siku wewe we tu. Hili huliruki apendeki. Unajua hili swala misilielewe. Yule mzee Matata anatuchezea mchezo. Haiwezekani leo hii mtoto wake apone, wakati tumempa siku tatu tu Hiwe mtoto wake atuletee hapa vipi? Lana, tuambia hapo. Mimi pia nashangaa, sisi tumetoa watoto wetu tumetoa vizazi vyetu na yeye amekula. Kwa nini lai asilete wakwake hapa? Damu yake ndo inatakiwa hapa. Naomba ulifuatilia hili swala, naomba uende kwa mzee Matato ukamwambie mkuu kasema anakupa siku tatu. Sawa, mimi ndo nakufuata, lakini sasa wendo tunaregea. Kwa nini tusimtoe yeye kama hatae kumtoa mwanawe? Yeye mwenyewe ndo aliokuja hapa kuniomba samani, nahitaji ni mtoa mtoto wangu. Ndo maana anakwambia mfuatilie, mwambie mkuu kasema anakupa siku hizo. Siku ngapi ngapi? Tatu. Go, naenda kumwambia alete hapa mtoto wake siku tatu, la sivyo yeye tutamtoa. Sikiliza, bora tumlee. Bora tumlee, nyama najua ni ndugu yangu. Juzi katika kupitapita zangu nashosha zangu bondeni, utana ile nyumba ya mwanzo pale ya huyu mataana huyo huyo sasa, kufika pale kaisi mlindani na mgonjwa, alafu kilikuwa kisha kwa kikavu na kiu Abidi mpige hodi, kiingia mle ndani, mgonjwa nemkuta kweli, kasalimia vizuri, nikamwambia yule mama yake, ah, naomba maji na kiu. Akaondoka, baada ya kuondoka pale, okae mgonjwa ndokamwacha as kafanya kumgusa hivi yule mgonjwa ivumusa tu nashangaa, kabona mzima. Tata, ule mzee unamjua? Mimi nakutaji sana ule mzee aasifatilia nakupata na. Sawa, vipi? baadaye <laughs> Ah, shetani wapi? ata atakwenda, hamu sina sasa. Ngomba kwa chafunga, ngomba chafunga sasa. Mhm. Ah, nitaka nikupe. Ehe, imekuwa vizuri sana kukukuta. Nasemaje, kamwambie yule rafiki yako kwamba sisi hatutaki kufuatiliwa, maana namuona sana anaingia katika anga zetu. Mwambie na kutuma mahususi hasa, kamwambie hatutaki kufuatiliwa. Kwani yule kijana anafanya nini? Muona kijana mkubwa msikitini hatoki, Kwani kafanya nini? Yaswa mpaka mkao namchukie, ile mtoto wa watu, taarabu kwako wewe au kwenu nyinyi, lakini sisi nimeshamuona za anatufuatilia. Kwa maana hiyo, mwambie sisi hatutaki ugomvi na yeye, na kutuma kamwambie rafiki yako, na kutuma tena, kamwambie rafiki yako, hatuhitaji kufuatiliwa. La anaona huu mziki anaweza kuucheza, basi tutamuonesha. Yangu mimi ni hayo. Aalam yaani? Ah, safi, nyumbani k uh, safi tu. Nimesikia ujumbe wako kama aikakuja bora bora ulivyokuja, maana natuma salamu natuma salamu ema tata, simwelewi nimempa hadi leo hii siku ya nne, yeye huko amekaa tu, mara yakuja mtoto kapona mtoto, sio hivi, mimi nakuagiza sasa, salamu zangu, nenda kumwambie mzee Matata tena, naenda ukamwambie nataka siku hizi, siku mbili tu nataka awe ameshaleta hapa mko. Mimi nakwambia, vipi hizo siku mbili pia ni nyingi, kwa sababu kwa sababu yeye alipokuwa anakula nyama zake anaona raha, hususan mwanangu alinyang'anyia, mpaka mwisho akasema tamu tamu. Mimi ninapokuomba mkuu, ninapotaka apewe ni siku moja tu. Sasa nenda kumwambia salamu zangu Nikinyanyua mguwa mguu wangu hapa nikimfuata huko, mwambie hatajuta, hatakuja kujuta. Unamkumbuka mzee nani lile alichokamfanya? Sasa nenda kamwambie, nenda kamwambie nitakachomfanya. hmm. Hatakuja kujuta. kwa heri. Okay. Ukaivi okay. Uliwahi kuja kwa Mzee Matata ukaniomba maji, yani kuna binti yangu alikuwa anaumwa na ingia ndani, nachukua maji, natoka, sikuoni. Yaani binti yangu anaumwa sana, akuone, yaani ana shauku sana, yani ajue kakonakona, vipi anaumwa, akuone, ajue mtu fulani alomponisha. Sawa, mm.

Mwanangu, huyu ndio ile kijana ambaye alikuwa anakwambia kila siku. Mwanangu, ndio. Naam, huyu kijana ambaye alikuwa na shauku kumwona. Okay, karibu eh. Ay, iananitafuta nini mimi eh? unanitafuta nini wewe, wewe umekuja kwangu siku ya mwanzo, siku sawa kuja rizika, leo umeamua kuja tena, unanitafuta nini mie, unataka kitu gani kwangu mimi? Unacheka, nimekuchangaza? Nimekufurahisha? Nisikilize, humu ndani iwe mwanzo na mwisho kukanyaga humu ndani katika nyumba yangu, sawa? Umenifahamu, umenielewa? Sawa, mambo yako sifuatilie, lakini na yule mtoto usimpe tena, usimfuatilie tena, tena. Huu ni tishi kwa lolote mimi katika himaya yangu, sawa. Wewe unataka kufanya fanya, na mimi niache na mambo yangu, tusingiliane, tusiingiliane, tutaoneshana Caasada, mume wako ameingia kwenye chama, ameingia kwenye chama chetu cha uchawi. Mume wako haingia kwenye chama cha uchawi na kwa taarifa yako. Si unaona yule mwanao? Si unaona? Yule ndio sisi tunamtaka kwenye kibao chetu. Mume wako hadi sasa hivi ana yumba yumba tu mara hivi mara hivi. Mwambie na kwa salamu. Mume wako tunamhitaji. Siri. Kitakachotokea huko kwenu mimi ndio muhusika wa ile swala. Usishangae wala usizunguke kuhangaika. Si mara ni ndio. Ah! Mimi ndio muhusika mkuu wa ile jambo. Kwa hiyo. Nimetumwa na mtu kanambia, kwenye kikao huji. Kwa nini sasa huji kwenye kikao chetu? Etwambie kiza, unali kutuma wewe usiku kwenye kikao, sijui nini. Nimeonekani, ushanifahamu na mimi nakutuma vipi? Kamwambie tusipatilie nyumbani, shanifahamu. Mimi nitakuja huko. Sikia nakwambia hivi, kesho kama hujaja, wazazi tu unakuja usiku Sinitishe kwa lolote nyinyi, usikutishe usikutishe, si si si si. kesho keswe lako sige. Kwa heri. Mimi mambo ah, gani bwana? upata na nyumbani. Haya bwana. Ah.